Mm. Hii ni hifadhi ya milima ya Matogoro. Matogoro forest reserve ni moja ya maeneo ya asili yenye umuhimu mkubwa wa kiikolojia, kihistoria na kijamii katika mkoa wa Ruvuma. Hifadhi hii ni hazina kubwa ya rasilimali za misitu, vyanzo vya maji bayo nuai na historia ya utamaduni wa kale, wana wa wananchi wa maeneo haya yanayoizunguka hifadhi hii. Eneo hili liko kusini magharibi mwa mji wa Songea, karibu na vijiji vya Gumbiro, Ruvuma Mission na Lisaboni, takribani hekta 3220 hivi kama ilivyoripotiwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, zipo katika eneo hili ina mwinuko wa hadi mita zaidi ya elfu moja mia tisa hivi juu ya usawa wa bahari. Ina aina nyingi za miti ya asili, miombo, misitu ya mvua, vichaka na nyasi nene kama zinavyoonekana kwa picha hii ya angani. Makazi ya wanyamapori wa aina mbalimbali, humu ndani kuna pundamiria, nyani, ndege adimu wa misituni na aina ya reptilia wanaovutia mno. <tiple> Hii ni hifadhi, ni kitalu cha aina nyingi za vipepeo, ndege wa misituni na mimea ya dawa inayotumiwa na jamii za kiasili. Hapa katika milima ya Matogoro ndipo chanzo kikuu cha mito midogo midogo inayochangia kwa kiwango kikubwa mto Ruvuma ni chanzo kikuu cha maji safi kwa wakazi Wasongea mjini na vijiji vya jirani kupitia mifumo ya asili ya chemchemi. Kihistoria, hifadhi hii inatajwa katika historia ya machifu wa Wangoni na wa Matengo ikiwa sehemu ya eneo la kimkakati wakati wa mapambano dhidi ya ukoloni. Hapa ilikuwa sehemu ya njia ya maficho ya asili wakati wa harakati za vita vya Majimaji na vita vya mapambano vya Wamatengo. Hapa ndipo kuna mazingira ya imani za jadi. Wakazi wa asili walitambua milima hii ya Matogoro kama eneo takatifu, na wame kuwa wakitumia misitu hii kwa matambiko, tiba za jadi na ibada za asili. Hii ndio milima huaminika kuwa na sehemu ambazo watu walikuwa wakifanya mashauriano ya kiroho kwa ajili ya maamuzi ya kijamii. Misitu hii imebeba faida nyingi mno, hutumika kwa uvunaji endelevu wa miti, mbao, kuni, mimea ya tiba ya asili. Kwa kibali cha TFS hapa tunafanya utalii, na hifadhi hii ina mandhari ya kuvutia mno kwa utalii wa kupanda milima, utalii wa mazingira na utalii wa kiutamaduni. Hapa kuna fursa pana ya kuwa mojawapo ya vivutio vikubwa vya Ruvuma iwapo itaboreshwa kwa miundombinu na matangazo. Hili ndilo eneo lina jukumu muhimu katika mzunguko wa maji na inachangia kwa kiwango kikubwa cha upatikanaji wa maji ya bomba kwa mji wa Songea kupitia vyanzo vya maji vya asili vilivyoko ndani ya misitu hii. Hifadhi hii inakumbwa na changamoto mbalimbali mbali. Moja ni uvunjaji wa sheria za misitu kama vile ukataji miti hovyo, uvamizi wa ardhi kwa kilimo na mifugo lakini pia kuna uelewa mdogo wa jamii kuhusu thamani ya hifadhi kwa baadhi ya wananchi wa maeneo ya jirani. Ukosefu wa miundombinu ya utalii kama njia za kupitia, mabango ya maelekezo au maeneo ya kupumzika yanafanya hifadhi hii kuwa kama imesahaulika. TFS hawa ni wakala wa huduma za misitu Tanzania, ndiyo inasimamia rasilimali hii adimu kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, halmashauri ya manispaa ya Songea na mashirika ya mazingira, tumeona jitihada za uendeshwaji jamii juu ya uhifadhi shirikishi, ambapo wanavijiji ushiriki kulinda hifadhi hii kwa kupata faida ya moja kwa moja kupitia vikundi vya mazingira. Niko juu kabisa ya milima ya Matogoro. Eneo hili si tu eneo la asili bali ni hazina ya historia ori.